Uh, swali namba 74 Mheshimiwa Ally Mohamed Kassinge mbunge wa Kilwa Kusini, sasa ulize swali lako. Je, nini mpango wa kujenga kwa kiwango cha lami barabara ya Kiranjeranje na Nanjirinji Ruangwa kwa kuanza na kipande cha Kiranjeranje mak Makaganga Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali imeanza ujenzi wa barabara ya Kiranjeranje Makangaga Nanjirinji hadi Ruangwa yenye urefu wa kilomita 120 kwa kuanza na ujenzi wa madaraja makubwa matatu kwa kutumia fedha za dharura zilizotoka kwenye mkopo nafuu wa Benki ya Dunia. Madaraja haya ni Kigombo lenye urefu wa mita 25, utekelezaji wake umefikia asilimia daraja la Nakiu lenye urefu wa mita sabini. Kandarasi hapo ipo kwenye maandalizi ya ujenzi. Mkandarasi yupo kwenye hat, maandalizi ya ujenzi na daraja la Mbwemkuru namba tatu, Mbwemkuru tatu lenye urefu wa mita mia moja lipo katika hatua ya mapitio ya usanifu wakati wa ujenzi. Wakati ujenzi wa madaraja haya matatu unaendelea, serikali inaendelea kutafuta fedha ili kujenga barabara hiyo kwa kiwango cha lami. Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Ally Mohamed Kassinge. Mheshimiwa Mwenyekiti, nishukuru kwa majibu ya serikali. Hata hivyo nina maswali madogo mawili ya nyongeza. Swali la kwanza, kwa kuwa ujenzi wa madaraja haya matatu ambayo Mheshimiwa Waziri amezungumza ya kasi yake ni ndogo, je, serikali haioni umuhimu wa kuharakisha ujenzi wa madaraja haya ili barabara hii iweze kupitika kipindi chote cha mwaka? Lakini swali la pili kipande cha kutoka Kiranjeranje mpaka Makangaga ni kipande ambacho kimejengwa kwa mawe, kitu ambacho kinaathiri sana magari yetu ambayo yanakwenda kuchukua majini ya gypsum kule Makangaga. Je, kwa nini serikali isione umuhimu wa kujenga kipande hiki angalau kwa kiwango cha changarawe wakati tunatafuta fedha kwa ajili ya kujenga kiwango cha lami? Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Mwenyekiti ni kweli kwamba katika ujenzi wa haya madaraja matatu kwa sasa, moja kwanza, tunakamilisha usanifu, lakini madaraja mengine ya Mheshimiwa uh, Mwenyekiti, ni kati ya madaraja ambayo tunajua mito mingi sasa hivi inapeleka maji baharini na ni kati ya madaraja ambayo maji hayo yanapita. Tuna uhakika Mheshimiwa Mwenyekiti kwamba mvua itakapokuwa imepungua kwa sababu tuna uhakika sana na wakandarasi na chanzo cha fedha. Mara tu mvua itakapokatika tutahakikisha kwamba madaraja haya yanakamilika. Na Mheshimiwa Mwenyekiti, mwakisha Mheshimiwa Mbunge, madaraja haya mkataba ni yakamilike ndani ya mwaka mmoja. Kwa hiyo tutahakikisha kwamba tunasimama, tunasimamia ili madaraja haya yaweze kukamilika kwa wakati. Na kuhusu ujenzi wa hiki e, kipande alichokitaja tunatambua kwamba ni kweli huku ndo kunakotoka uh, resources, ama kwa maana ya gypsum sehemu kubwa, na magari yanayopita kule ni magari mazito sana. Wizara imeendelea kulifanyia mchakato um, ili tuone kujenga barabara ambayo itakuwa na uwezo wa kubeba hayo magari mazito ambako kunatoka hiyo gypsum. Asante mheshimiwa mwenyekiti. Asante mheshimiwa Rita Kabati. Asante sana mheshimiwa Mwenyekiti, barabara ya Kitonga ni muhimu sana katika uchumi wa nchi hii kwa sababu inaunganisha Tanzania na lango la SADC. Lakini mheshimiwa mwenyekiti, hii barabara ujenzi wake unasuasua, magari yanapaki pale mpaka masaa matatu manne. Je, nini mkakati wa serikali kuhakikisha kwamba barabara hii haina mkwamo na inapitisha magari kwa wakati? Asante. Naibu Waziri majibu. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Mwenyekiti, ni kweli tutambue kwamba hii barabara ndo kati ya barabara kuu yani T1 ambayo inatoka Dar es Salaam kwenda Tunduma, barabara ambayo imeshikilia, ni kati ya barabara ambazo zimeshikilia uchumi wa nchi. Mwakikishie Mheshimiwa, tuna tuna option mbili, moja ni kuipanua hiyo barabara, hicho kipande kuwa walao njia tatu. Ni eneo ambalo lina milima na miamba na tunaendelea na mkandarasi na tunategemea pengine tuongeze mkandarasi mwingine ili tuweze kuongeza kasi ya kutengeneza. Lakini swala lingine tunaangalia uwezekano kama tunaweza tukajenga barabara nyingine ya mchepuko, ili in case panafunga basi tuwe na namna nyingine ya kupita lile eneo. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti.